Mmoja kati ya mawakili ambao wamekuwa e, na usimamizi mzuri sana katika kesi zao ni huyu wakili Msomi, e, wakili Mwabukusi ambaye na yeye bwana akaguswa kwa namna moja ama nyingine kutokana na hili swala la kupotea kwa Mdude. By the way, ni jambo la kusikitisha lakini E, wakili Msomi bwana amempoint moja kwa moja mkuu wa mkoa wa Mbeya Homela ambaye yeye naye alitajwa na yule mzee kwamba wanashirikiana na baadhi ya mapolisi. By the way, mpaka e, kufikia hatua hiyo, e, kuna vitu ambavyo kaviona na amelizungumzia hilo swala na kuweza ku, ku, ku, e, kupindua kauli yake kwamba kwa nini watu wakipotea ndo unaweka pesa, kwa sababu anaamini kwamba hao watu hawawezi wakarudi. So hili ni swala ambalo limekuwa e, na mvutano. Sasa unaambiwa Rais wa chama cha mawakili e, Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi amevitaka vyombo vya dola kuhakikisha kuwa mwanaharakati Mdude Nyagali anapatikana akiwa hai kabisa, huku akilani vikali kauli e, ya kutolewa ya zawadi ya shilingi milioni tano kwa atakayesaidia kupatikana kwake akiwa hai ama mfu na nukuu kile alichokisema e, wakili msomi anasema kwamba, tumesikia na kuona maafisa wa polisi kutoka makao makuu wakishughulikia suala la Mdude, lakini pia tumeshuhudia tangazo lililosambazwa mitandaoni kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya akiahidi shilingi milioni tano kwa atakayefanikisha kupatikana kwa Mdude eti akiwa hai au amekufa aliingia akilini, amesema Mwabukusi kupitia chapisho lake katika mtandao wa X siku ya Jumanne. Amesisitiza kuwa Mdude sio jambazi, mwizi wala mwarifu e, wa kawaida, bali ni mwanaharakati ambaye adui zake wakuu ni wale wasio na uvumilivu wa kukosolewa. Msimamo wetu kama rafiki e, e, wa Mdude ni, ni moja tu, tunataka Mdude akiwa hai, kama kuna kosa lolote eh, ashtakiwe kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi kuvumilia taifa linalogeuka kuwa mateso na vitisho kwa wakosoaji serikalini, ameongeza yani. Eh, Mwabukusi aliendelea kwa kusema hivyo pia, lakini akaendelea akasema. Aidha, Mwabukusi ametahadharisha kuwa eh, uvumilivu kwa wananchi eh, unafikia ukingoni, na kama ukweli kuhusu kupotea kwa mdude hautatolewa haraka hatua zaidi zitachukuliwa. Nanukuu na nukuu tena, alichokisema: tunaendelea kujitahidi kuwa na hikma kabla ya kufikia ukomo wake. Bila mdude na majibu yanayoeleweka kuhusu nani anawateka Watanganyika, punde tutafikia mapahala pa kuchoka mstari wa kutafuta suluhisho, e, mikononi mwetu Mungu atakuwa upande wetu, katiba itakuwa upande wetu, sheria itakuwa upande wetu, na jumuiya za kimataifa zitakuwa upande wetu, ameeleza huku akimaliza kwa maneno yenye hamasa kubwa: sisi sio njiwa tunduni, sisi ni tai kichaa. So huo ndo ujumbe wa Askofu Mwamakula, huo ndo ujumbe wa eh, wakili msomi kuhusu hiki ambacho kinaendelea. By the way, ni masikitiko makubwa na ni taarifa ya kushtukiza sana kuona watanzania wanaendelea kupotea, e, tena wale watanzania ambao wamekuwa kikosoa serikali e, kwa kile ambacho wamekuwa ikikifanya. So na ukikosoa, basi wewe jua kutoboa ni kitu ngumu sana. Unachukuliwa na watu wasiojulikana, lakini wanakuja wanajitambulisha kama polisi na wanapingu na wanabunduki, tena wana silaha nzito kabisa wanakuja pale, wanakuambia sisi polisi. Ukikataa kinachokukuta, basi tazama hii video ambayo inaonyesha damu za Mdude. Yaani ukikataa tu bwana, mimi sitaki kwenda, itazame hii video, kinachokukuta <tipa>